Wadau wa utekelezaji wa mradi wa uhimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi Zanzibar wametakiwa kusimamia, kuhifadhi na kulinda mazingira katika maeneo yao ili kuzuia athari za mabadiliko hayo yasiendelee katika jamii. Akizungumza katika kikao cha mradi huo, mkurugenzi mratibu tawala za mikoa serikali za mitaa Zanzibar Zainab Khamis Kibwana wakati akifungua kikao cha kutambulisha mradi huo kwa mamlaka za serikali za mitaa kwa upande wa Pemba kilichofanyika katika ukumbi wa Baraza la Manispaa Chake Chake, Mkoa wa Kusini Pemba. Amesema mradi wa mabadiliko ya tabia ya nchi Scale Program utasaidia kurejesha maeneo ambayo tayari yameathirika na mabadiliko hayo na kuyarejesha katika hali yake ya kawaida na kuyalinda maeneo mengine ili athari hizo zisiweze kujitokeza kwenye jamii. Tutakuwa na jukumu la monitoring katika mradi huu na tutawezeshwa facilitation ya kufanya hiyo monitoring, na mtekelezaji mkubwa kwenye serikali za mitaa, kwa maana serikali za mitaa ndio watakao kuwa wanaratibu mradi huu kwenye ngazi ya jamii, kushuka kwenye mabaraza ya wadi na na kamati za mashauriano za shehia. Lengo ni kupunguza madhara yanayojitokeza kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo mradi huu umekuja manake kuwawezesha jamii kuweza ku, kujiengeza zaidi au kuweza wao wenyewe kujikinga na majanga mbalimbali ambayo takokuwa natokezea kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi na vile vile kuhuisha mazingira katika jamii yetu kwa sababu kuna faida kubwa kuisha mazingira, kwa maana kuyalinda mazingira yetu, ikiwemo tunapata usalama wa chakula na vile vile tunapunguza hewa chafuzi ambazo zilikuwa hazihitajiki kuwepo katika jamii yetu, na vile vile kurejesha, tutakuwa na jukumu la kurejesha ardhi ambayo ilikuwa imeharibika kutokana na majanga mbalimbali ya mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kupanda miti au kufanya uwekezaji mwingine wote ambao utakokuwa unasaidia pia kuibua vianzio vya mapato kwa upande wa serikali za mitaa. Akiwasilisha mada katika kikao hicho, mratibu wa mradi kutoka Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Jaku Abdalla Jaku amesema utekelezaji wa mradi huo utahusisha wananchi katika uibuaji wa fursa na kuwataka watendaji kutumia fursa hii kwa kushirikiana na wananchi kuibua wa miradi hiyo itakayowawezesha kukuza maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali. Kama utakuwa ni mradi ambao utakuwa ni wa kudhibiti tu mabadiliko ya tabia nchi, lakini hauna hauna manufaa mengine tayari maanake, ni bora tutizame mradi ambao unaweza ukatupa product nyingi zaidi kwa wakati moja hiyo, ndio miradi ambayo itakuwa tunaitegemea kwamba iweze kuibuliwa kule kwenye kwenye jamii. Yaani, kwa mfano manake, tunakwenda tunadhibiti kwa mfano maeneo yale ambayo ya maji ya bahari yanaingia ama ya, ya maeneo ya mashamba ya mpunga ambayo yanaingia maji ya bahari. Manake kwa mfano tukipanda mikoko tukiweka tuta, bila shaka na maji itakuwa tumezuia maji ya bahari kuja kwenye ardhi tayari, tutakuwa tumesaidia jamii kuweza kuishi kwa bila hofu tayari. Lakini kingine manake itakuwa tumesaidia jamii sasa kuweza kuotesha mazao yao kwenye le, ile ardhi tayari. Kwa hiyo wao na maana tukifanya hivyo itakuwa ndani ya maeneo yale itakuwa tume, tuna kitu cha kuzungumza kwa ndani ya muda mfupi, manake itakuwa tumenufaisha watu wengi zaidi kuliko kwamba tunakwenda tutajenga tuta, lakini kisha tena ndo tumejenga hakuna impact nyingine ambazo zinatokezea. Nao wadau wa utekelezaji wa mradi huo kutoka mamlaka za serikali za mitaa wamesema mradi huo umekuja wakati mwafaka kwani yapo maeneo mengi ambayo tayari yameathirika, hivyo ameshukuru kwani utasaidia wananchi kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, nchi, sambamba na kukuza hali zao za kiuchumi. Mradi wetu huu wa scale umekuja wakati mwafaka kwa sababu sisi kama LGAs tumekuwa tukabiliwa na matatizo mengi katika shehia zetu hizi na katika wadi zetu hizi, ambapo kuna baadhi ya shehia zinakwenda zimeathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya nchi ukizingatia pengine kuna wadi nyingine ziko katika karibu na bahari, labda kuna wadi nyingine ambazo ziko katika katika mh, karibu na katika hizi bahari pengini, kwa unakuta pengine uongezeko wa kina cha bahari kile kina athari kubwa zaidi katika zile shehia hizi. Sasa ukikuta kama kama nashinda kuzisaidia zile shehia zetu ta mambo yao ya mradi skushuza kutekeleza miradi yao na ma adiybaha mazingira mbalimbali miradi mbalimbali. Pili, nishukuru kabisa kwa dhati ya moyo wangu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Serikali Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Benki ya Dunia kwa mradi huu ambao kwamba umeakisi hasa ishu ya climatic changes katika wilaya yetu ya Micheweni. Mimi nashukuru sana mradi kuja kwetu kwa sababu sisi TAMISEMI ama tawala za mikoa wa ndio wahanga wakubwa wa, wa haya mabadiliko tabi ya tabia nchi. Kama tunavyojua, mkoa wa Kaskazini Pemba hususan wilaya ya Micheweni tumepatwa na maafa makubwa, madhara kubwa zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Binafsi nashukuru sana kwa mradi huu umekuja kwa wakati sahihi kabisa. Lakini pia nitoa Lakin si Lakin shukrani za dhati kwamba mradi umeenda moja kwa moja halmashauri, lakini halmashauri si kwamba umebakia, lakini umeenda moja kwa moja shehiani kupitia iskamati za mashauri za shehia. Wao ndio ambao wanajua hasa kwamba katika maeneo yetu tumeathirika kivipi. Kwa hiyo kwa taratibu ama mpango huu nashukuru sana kwamba mradi umekuja kukomboa hali halisi ya, ya, ya mazingira yetu kwa sasa kabisa, kwamba ndani ya wilaya ya Micheweni yako maeneo ambayo kwamba tayari wakulima walishahama pamoja na juhudi kubwa za serikali, lakini mabadiliko ya tabia nchi yametuathiri. Kwa mfano sheria za Njuguni, mapofu wapi, majenzi, lakini hata Kinowe Msuka, hizo ni sheria ambazo kwamba zimeathirika sana mabadiliko ya nchi. Kuja kwa mradi huu ni ukombozi, na imani yangu utaweza kuwapa matumaini wakulima hususan wakulima wa mpunga na mazao mengine kwa sababu baadhi ya mabonde ambayo tunayataja katika hizo shehia tayari baadhi ya wakulima wameacha kabisa kuacha, kwa sababu maji ya chumvi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanakuwa yanapanda juu, yanaathiri mazao, lakini hata ile taswira halisi ya eneo kumaanisha ardhi limeharibika. Kilimo cha mpunga huwezi kukilima kwenye maeneo ambayo, kwa sababu maji ya chumvi yanapanda. Akikuja kwa mradi huu kutakomboa na kitajenga matumaini mapya ya wakulima, hususan kilimo cha mpunga.